Assalamu alaikum tarbia youngsters, karibuni katika kipindi chetu cha tarbia youngsters. Mimi ni Mariam Shafi na leo tuko na Madrasatu Zahra Gashie. Tuko tayari kuanza somo letu la Quran. Muko tayari? Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sasa tunataka kuanza somo letu la Quran. Na leo sitaongelelea kuhusu Suratul Zilzala, si mnajua Suratul Zilzala? Mm, inaanza aje? Bismillah. Mm -hmm. Bismillahir Rahmani Rahim. Idha zulzilatul ardu zilzalaha. Shukran. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Eh, hii sura inaongelelea dalili za kiama sawa? Mm -hmm. Lakini sisi hatutaongelelea sura yote, tutaongelelea tu aya mbili za mwisho yenye inaanza na faman yamal mithkala dharatin khairan yara, na waman yamal mithkala dharatin sharan yara, sawa? Haya, sa sasa ntaka mmoja from girls na moja from boys anianzie sura hiyo ya ya pili ya mwisho na ya mwisho sawa? Nani atamchomea ya pili ya mwisho?

Hii aya inamaanisha Mwenyezi Mungu hapa anatuambia mwenye atafanya jambo zuri, hata kama ni chembe kitone tu kidogo chenye hakionekani bado kitahesabiwa. Kwa Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa sana. We umefanya, sema wewe umeona miba hapa ukauondoa, kwa sababu wajua mwenzako akipita atafanyaje? Atadungika. Ukauondoa, ukauweka mahali kando penye hautomdhuru mtu. Kwa Mwenyezi Mungu ni thawabu kubwa sana, bado inahesabika sawa. Ehe, nani atanisomea hiyo aya nyingine? wamayamal mithqala dharatin khairan yarah billahi minash shaitanir rajim wa man ya'mal min mithqala dharratin sharran yara. salawat allahumma salli ala Muhammad wa ali. Basi pia hapa Mwenyezi Mungu anatuambia, na pia ukifanya mambo mabaya kama ni ile kusema uongo tu kidogo, labda mwenzako amekwambia umeswali, ukamwambia eh, na wewe hujaswali. Hata kama utaenda kuswali baadaye, lakini si umedanganya bado? Pia hiyo ni ni madhambi kwa Mwenyezi Mungu, pia unahesabiwa ni dhambi kubwa sana. Tuseme wewe labda mizani yako ina mambo mazuri mingi, na ama mizani yako mambo mazuri na mambo mabaya yote ya yamelingana yako sawa sawa sawa, lakini ukaongeza hicho baya dogo tu basi we ni wa motoni, huingi peponi kwa sababu ya hilo jambo tu baya. Lazima tutaona. Kwa hivyo, watoto wetu wazuri, tujitahidi kufanya mambo mazuri, hata kama ni madogo madogo. Kusmile, msmailie mwenzako pia ni swadaka, unapata thawabu. Sawa, kusaidiana, kushirikiana. Si lazima kila taimu mutengane tengane na wenzenu. We ukiona mwenzako ana shida, shirikiana naye mu mkuwe kitu kimoja, mwapata thawabu pia sawa. Ndo kesho ya siku inshaallah tuingie peponi kwa mambo hayo madogo madogo, na pia tuepuke na haya madhambi madogo madogo, kusema uongo, kufanya vitu vibaya vibaya, vitu vidogo vidogo tu ndo vitatufanya tuingie motoni, sawa? Yeah. Mm -hmm. Haya, tumefikia mwisho wa somo letu. Kwa hivyo nataka muniambie mumejifunza nini kutokana na hizi aya mbili. Ni aya mbili lakini zina ma Mafunzo makubwa sana. Haya, sasa nataka wawili kwa girls na wawili kwa boys waniambie tumejifunza nini kutokana na hizi aya mbili, tuanze na girls. Eh eh. Nimejifunza. Kwa nguvu, ongeza sauti kidogo. Nimejifunza kwamba ukifanya dhambi kidogo kwa Mwenyezi Mungu ni kubwa sana, unafaa uombe msamaha. Hmm, kifanya dhambi hata dhambi dogo hata kama si kubwa kwa Mwenyezi Mungu, lakini bado linafanya nini, linahesabiwa, si ndio? uh -huh, mwingine. uh -huh. Nimejifunza hmm, kwamba nisidanganye. Swalawat. uh -huh. Jamani, Allahumma Haya sasa, ni nio najifunza uh -huh. nini kutokana na aya mbili, kusema ukweli na nisisema uongo uh -huh. Salawat wa mwisho, changamkeni eh, nimejifunza kwamba kumtii mkubwa wangu uh nikitu -huh. ambayo ni mzuri uh -huh. Allahumma, salli ala na kufikia hapa, tumemaliza somo letu la Qur'an kuhusu hizo aya mbili za mwisho za Suratul Zilzal, na ningependa tuage kwenye kamera kwa kusema maasalam Maa.